Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana, ili niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Tafadhali piga subscription, sambaza hizi kanda. Kuna taarifa ambazo nimepokea tangia mchana nimeketi chini, nimeziangalia na nikaona ni heri nikazungumze nanyi. Wanaharakati wa Tanzania kama vile Maria Sarungi Chihai ameweza kuchapisha kwamba maisha ya makamu wa rais Tanzania Emmanuel Nchimbi yapo hatarini, yaani uhai wake upo hatarini. Upo hatarini kivipi? Eti kwamba kuna kikosi ambacho kimetumwa ambacho kinaongozwa naye Haji Heri kumtafuta na kumthuru kumbuka kwamba huyu ni makamu wa rais. Na nakumbuka kwamba ripoti zingine ziliweza kutolewa asubuhi kwamba marafiki wa Emmanuel Nchimbi mwenye anaitwa bwana Godfrey Mwampe alikamatwa, akafanyiwa mahojiano na maafisa wa jeshi la polisi . Mbona yupo na urafiki wa karibu sana na Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais Tanzania. Huyu Bwana Godfrey Mwambe akaulizwa maswali: Je, Samia kuna mipango ya kumwondoa? Je, Emmanuel Nchimbi yuko na mipango ya kuwa rais sasa hivi maybe Samia Suluhu Hassan akijiuzulu na je, Emmanuel Nchimbi amepanga kuja kuwa rais mwaka elfu mbili na thelathini? Hasa nikashangaa taarifa gani hizi? Halafu zingine zikaja zikachapishwa kwamba kuna watu wawili ama kuna mtu mmoja kutoka Zanzibari mwenye amepewa kibarua cha kumwandama Emmanuel Nchimbi, na taarifa hizo zimechapishwa naye Maria Sarungi, mpaka wakasema kwamba tunaona wanakimbizana serikali ya ndani inakimbizana, wanataka kupita na no comredi Nchimbi. Nadhani sasa wananchi wanapata picha ni kwa nini Biteko na Bashe walitupwa nje. Wenye CCM angalieni hili swala. Lakini mpenzi mtazamaji angalia hapo. Aa, ilo chapisho ambalo limeweza kutolea na Maria Lisa, linasema hivi. Mfikishieni Makamu wa Rais Comrade Emmanuel Nchimbi kwamba awe makini sana, kuna timu toka Zanzibari inaongozwa na Haji Heri wanamumaliza wamehapa kumula kichwa kwa njia zao. Ikibidi Nchimbi atafute ulinzi wake, na wanaosadikiwa kuwa upande wa makamu wa rais Nchimbi kama Bashe nao wajiangalie vizuri. Yaani hili chapisho mpenzi mtazamaji, linataka kuchora taswira kwamba kuna mgawanyiko ndani ya hii serikali ya Samia kwamba Nchimbi na Samia hawaelewani hawapika hawapikiki katika chungu kimoja, mpaka imefikia kiwango kwamba watu wametolewa Zanzibar kumtafuta Emmanuel Nchimbi kumthuru. Nimeziangalia taarifa hizi, nimeona kwamba serikali inaweza ikaunda propaganda yake. Sijasema kwamba hii ni propaganda ya serikali, but mimi kama mchambuzi wa siasa, mimi kama mwanahabari, serikali inaweza ikaunda propaganda yake kivipi? Samia na utawala wake kwa asilimia tisini na tisa imekataliwa, wananchi wamemkataa Samia Suluhu Hassan kwa asilimia tisini na nane ameshindwa. Ni jinsi gani atarudisha upendo wa wananchi kwa serikali? Amejaribu kuwapembeleza wao, sijui vijana, nimeunda wizara ya vijana itawapa kazi, wananchi hawasikizi. Amejaribu kuwaambia wao sijui mataifa, kuna mataifa ambayo yanatupiga vita kwa sababu ya rasilimali zetu. Wananchi wasikilize, wanamwambia wewe unapaswa kwenda nyumbani. Naomba mnisikilize kwa makini, kuna propaganda ambayo imeanzishwa yapita wiki mbili na serikali kwamba Emmanuel Nchimbi na Samia Suluhu Hassan hawapikiki katika chungu kimoja, na hii sio propaganda ya waandamanaji ni propaganda ya serikali. Sasa wanataka kugawanyana, wanataka kupasua na wanataka kuchanganya akili za wananchi ambao wameamua kwamba Samia lazima aende nyumbani. Kumbuka kwamba Samia ni Mzanzibari, kumbuka kwamba Nchimbi ni Mtanganyika, wanataka kujifanya kwamba wanamtesa Nchimbi. Kama sijaweza kukosea, kwa sababu hizi taarifa ambazo zimetolewa zinaweza zikawa za ukweli kwamba kuna kikosi ambacho kinaongozwa naye Haji Heri kumtafuta Emmanuel Nchimbi maybe kumthuru. Lakini angalia hizi taarifa kwa jicho la tatu, yaweza kawa ni mtego wa serikali kutaka kunasa wananchi na kuwatoa katika ule msimamo wa kukataa serikali ya Samia. Nimekueleza kwamba kumbuka Nchimbi ni mtanganyika na kumbuka Samia ni Mzanzibari. Na hichi kikundi ambacho kimeweza kuundwa kinasemekana kwamba kimetoka Zanzibari kumthuru Nchimbi. Mimi ninaona hapa nikimalizia. Yaweze ikawa hawa watu Nchimbi na Samia wamepanga, Nchimbi ajifanye kwamba anateswa, yeye ni mtanganyika, anateswa ndani ya hii serikali ya Samia, mtu ambaye ni mzanzibari. Alafu watanganyika kwa asilimia kubwa ndio wamekataa utawala huu wa Samia, watageuka na kuingia nyuma ya nani? Nyuma ya Nchimbi. Huo ndio mpango, mimi naona serikali imepanga kwamba Watanganyika wageuke waingie nyuma ya Nchimbi, alafu Samia na yeye akusanye zanzibari nyuma yake. Baadaye watakuja kuonekana wakiwa pamoja, na wananchi watakuwa wamepoteza dira, washindwe ni wapi tupige serikali msasa, tukatae serikali au tukae nyuma ya Nchimbi. Na huo ndio mtego ambao wanataka kuweza kuwatahadharisha au kuweza kuzua taharuki kwamba maisha ya Nchimbi yapo hatarini, ni posa wananchi waanze o, oh, mumeanza kutesa mpaka watanganyika wenzetu. Kumbuka kwamba hii serikali ya Samia walikuwa pamoja mpaka na Nchimbi, kuwaua Watanzania, walikuwa pamoja na Nchimbi kuwakandamiza Watanzania, kuwanyima uhuru wa mazungumzo, kuwanyima uhuru wa kuchagua viongozi wao walikuwa pamoja na Nchimbi kuwazika wananchi wa Tanzania ambao waliuawa. Kwa hivyo Samia na Nchimbi wanataka kucheza wananchi, ndiposa wananchi muweze kupoteza mwelekeo, ndiposa wananchi muache kupinga serikali, museme kwamba mtoto wetu Nchimbi yuko kwa serikali, wacha tumtetee Nchimbi, wacha tumfuate Nchimbi. Na hivyo ndivyo mtakuwa mmesahau wale ambao waliweza kuuawa na utawala huu, na hivyo ndivyo mtakuwa mmeweza kupoteza dira ya kukataa hii serikali iweze kujiuzulu, na hivyo ndivyo mtakuwa mmesahau kwamba hii serikali iliweza kuiba uchaguzi. Sina mengi, ni hayo tu ambayo nimeweza kukuandalia. Sijui wazo lako ni lipi. Tupatane kwa kana ijayo.